Nilitufanyia hili safari hii, hii. Si kwamba yeye ndio la kwanza kulifanya, si kwamba yeye labda ameona huu ni mwaka wa uchaguzi basi afanya hili. A, huyu ni mtu wa aina ya peke yake, anafanya haya miaka yote, miaka yote anafanya, na si kufanya haya tu kwamba kutoa hivi. A, ni mtu ambaye ni mwenzetu, tuko naye katika raha na shida, sote ni mashahidi. Kukiwa na misiba, mheshimiwa yupo, utamuona mwenyewe, hayupo lakini nembo ya Tulia Trust na vijana wake utaikuta pale. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, asiyeshukuru ya watu basi hamshukuru Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema wala in shakartum la azidannakum, mtakaposhukuru tutawazidishieni. Kwa hivyo nichukue fursa hii kwa niaba yangu mimi mwenyewe, wasaidizi wangu katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata mkoa wa Mbeya na wilaya zake na kwa waumini wa Kiislamu wote kwa ujumla tunatoa shukurani nyingi sana sana sana, shukrani nyingi mno. Tunaomba meneja utufikishie kwa mheshimiwa mbunge wetu kipenzi chetu na mtarajiwa wetu kwa miaka mitano mingine au nah, yeah. nah, basi tunatoa shukurani nyingi sana, naona zawadi hii tulioletewa kama iftar na dada yetu mbunge wetu eh, Dkt. Tulia Ackson ambaye ni spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Amewaagiza vijana wake watuletee zawadi, waje wamkabidhi shekhe wa mkoa, na shekhe wa mkoa ametoa utaratibu mzuri, kila imamu aje na wahitaji wasiozidi watatu na yeye mwenyewe anakuwa wanne. Ya leo kama taasisi ya Tulia Trust tumeleta iftari kidogo walau na sisi iweze kuwafikia walengwa kwenye kila mfuko. Mle ndani tumeweka kuna maharage, kuna ngano, kuna sembe, kuna mafuta ya kupikia, lakini pia kuna tende. Kwa hiyo tunaomba, na mchele pia upo ndani ya mfuko huo, kwa hiyo tunaomba muweze kupokea kitu hicho. Mwenyezi Mungu anatueleza ya kwamba kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani yake ndio tumeshushiwa Qurani, ambayo hiyo imekuja kwa ajili ya kutubainishia sisi wanadamu katika hali ya uongofu na yoyote atakayeuona mwezi basi anapaswa afunge. Basi na mimi ninaamini sisi Waislamu wote tuliuona mwezi na ndio maana tumefunga. Basi naye mbunge kwa kuliona hilo basi akawa ametoa iftari tuweze kufuturu naye pamoja tuweze kushirikiana naye pamoja. Kwa kuyasema hayo, basi Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nasi Waislamu wote lakini pia na Watanzania kwa ujumla katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani lakini niendelee kuwaomba viongozi wa dini waendelee kuliombea taifa letu. Yaani, kweli inatokea unaweza kuwa mtu umekosa kabisa, huna pesa huna chochote, umefunga, nabidi unywe maji. Umshukuru Mungu kwa kila jambo I, lakini kwa ile aliyotufanyia hiyo dada, tunamshukuru kwa kweli. Mwenyezi Mungu amzidishie hapo alipopunguza, Mungu amwongezee, tunamshukuru sana mtoto wetu. E, tufikishie salamu, tunamshukuru Mnyazi Mungu amjarie, alipotoa, Mnyazi Mungu amwongeze, amwondolee kila mabaya. Kila anapokwenda anukiwe, anukiwe hewa nzuri, anukiwe harufu nzuri. Hatuna la kusema, tunamshukuru alhamdulillah, ila bil alamin.